Wafanyabiashara hamsini waliokuwa wamepanga kwenye fremu za jengo lililoporomoka Kariakoo Novemba 16 mwaka jana, wamefungua kesi katika Mahakama Kuu Divisheni ya Ardhi dhidi ya wamiliki wa jengo hilo, wakidai fidia shilingi bilioni 40. Fidia hiyo wanadai kwamba inatokana na uzembe wa ujenzi uliokuwa unaendelea chini ya jengo hilo na kusababisha iporomoke na kuharibu maduka yao. Katika hatua ya, katika hati ya madai iliyowasilishwa mahakamani na wakili Peter Madeleka imeeleza kwamba kesi hiyo imefunguliwa na Kanali Naftal Swai na wenzake 49 ambao walikuwa wamepanga katika jengo hilo lililopo kiwanja namba 12 kitalo namba 7 eneo la Kariakoo, manispaa ya Ilala, Dar es Salaam. Walalamikaji wanadai shilingi bilioni 40 kama fidia ya hasara ya uwekezaji na biashara kutokana na uzembe walalamikiwa kufanya ujenzi kinyume na makubaliano ya mkataba wa upangaji kati yao uliosababisha kuporomoka kwa jengo hilo. Inadaiwa kwamba walalamikaji walielekeza na kuendesha biashara mbalimbali zikiwemo maduka ya rejareja yenye thamani ya shilingi bilioni 40. Kesi hiyo imepangwa kusikilizwa mbele ya Jaji Mohamed Gwae. Leo imetajwa mbele ya Naibu Msajili Rozi Kangwa na itaendelea tena mwezi 29 mwaka huu. <tune>